Wafanyakazi katika hospitali tatu nchini Iran waliliambia BBC kuwa vituo vyao vimezidiwa na wagonjwa waliofariki au kujeruhiwa, huku maandamano makubwa ya kuipinga serikali ya Iran yakiendelea. Daktari katika hospitali moja ya Tehran alisema kulikuwa na risasi za moja kwa moja kwa vichwa vya vijana, mioyoni mwao pia, wakati daktari alisema hospitali ya macho katika mji mkuu ilikuwa katika hali ya shida. Wahudumu wawili wa afya waliozungumza na BBC walisema walitibu majeraha ya risasi kutoka kwa risasi za moto usiku ya Ijumaa. Marekani ilirudia kwamba mauaji ya waandamanaji yatakabiliwa na jibu la kijeshi. Irani iliilaumu Marekani kwa kugeuza maandamano ya amani kuwa kile ilichokiita vitendo vya uvunjifu wa amani na uharibifu ulioenea. Akijibu matukio ya hivi punde zaidi, urais wa marekani Donald Trump alichapisha kwenye mitandao ya kijamii akisema hapa na hapana, mnukuu: Irani inaangalia uhuru pengine kuliko hapo kabla. Marekani iko tayari kusaidia. Maandamano hayo yalianza katika mji mkuu Tehran wiki mbili zilizopita kutokana na matatizo ya kiuchumi tangu wakati huo yameenea katika miji zaidi ya mia moja katika majimbo yote ya Iran. Makumi ya waandamanaji wameuawa na mamia kuzuiliwa, wachunguzi wa haki za binadamu wanasema, huku maofisa 21 wa usalama pia wakiripotiwa kuuawa. Mashirika mengi ya habari ya kimataifa yamezuiwa kuripoti ndani ya Irani na nchi hiyo imekuwa chini ya takribani kukatika kwa mtandao wa intaneti tangu Alhamisi jioni na kufanya kupata na kuthibitisha habari kuwa ngumu. Mfanyakazi wa hospitali huko Tehran alielezea matukio ya kutisha sana, akisema kulikuwa na majeruhi wengi hivi kwamba wafanyakazi hawakuwa na wakati wa kutoa huduma. Takribani watu 38 walikufa wengi mara tu walipofika kwenye vitanda vya dharura. Risasi za moja kwa moja kwenye vichwa vya vijana, mioyoni mwao pia. Wengi wao hawakufika hospitalini. Idadi hiyo ilikuwa kubwa sana kwamba hapakuwa na nafasi ya kutosha katika chumba cha maiti. Miili iliwekwa juu ya kila mmoja. Baada ya chumba cha kuhifadhia maiti kujaa, walizirundika juu ya mtu mwingine kwenye chumba cha maombi, alisema. Mfanyakazi wa hospitali hiyo alisema waliofariki na kujeruhiwa ni vijana, sikuweza kuangalia. Wengi wao walikuwa na umri wa miaka 20 au 25 hivi. Daktari ambaye aliwasiliana na shirika la utangazaji la Uingereza, BBC, kupitia muunganisho wa satellite ya Starlink siku ya Ijumaa usiku alisema kituo kikuu cha wataalamu wa macho cha Teherani, hospitali ya Farabi, kilikuwa kimeingia katika hali ya matatizo, huku huduma za dharura zikizidiwa. Uandikishaji usio wa dharura na upasuaji ulisitishwa na wafanyakazi kuitwa kushughulikia kesi za dharura, alisema vikosi vya usalama vya Iran mara nyingi hutumia bunduki zilizojaa risasi wakati wa makabiliano na waandamanaji. Nilimwona mtu mmoja aliyepigwa risasi ya jicho. Daktari mwingine kutoka mji wa Kashani katikati mwa Iran aliliambia BBC waandamanaji wengi waliojeruhiwa wamepigwa machoni na kwamba wenzake katika hospitali za jiji hilo waliripoti kupokea watu wengi waliojeruhiwa wakati wa machafuko ya Ijumaa usiku. Daktari katika kituo cha matibabu mjini Tehran alisema idadi ya watu waliojeruhiwa na vifo ilikuwa kubwa sana. Nilimwona mtu mmoja aliyepigwa risasi ya jicho risasi kitoka nyuma ya kichwa chake. Karibu na usiku wa manane, milango ya kituo hicho ilifungwa. Kundi la watu lilivunja mlango na kumtupa mtu ambaye alikuwa amepigwa risasi ndani, kisha wakaondoka, lakini ilikuwa ni kuchelewa. Alikuwa amefariki kabla ya kufika hospitali na kuweza kuokolewa. BBC pia ilipata ujumbe wa video na sauti kutoka kwa mganga katika hospitali moja kusini magharibi mwa jiji la Shirazi siku ya Alhamisi, ambaye alisema idadi kubwa ya majeruhi walikuwa wakiletwa, na hospitali hiyo haina madaktari wa kutosha kukabiliana na msongamano huo. Picha zinazotoka Iran zinaonyesha waandamanaji mjini Tehrani wakiingia barabarani kwa wingi siku ya Ijumaa usiku, magari yakichomwa moto na jengo la serikali likichoma moto huko Karaji karibu na mji mkuu. Jeshi la Irani tangu wakati huo limesema litaungana na vikosi vya usalama katika kulinda mali ya umma. Inafuatia ripoti kwamba vikosi vya usalama vya Iran vilisambaa huku machafuko ya kienea kote nchini Iran. Mamlaka ya Iran ilitoa msururu wa maonyo yaliyoratibiwa kwa waandamanaji siku ya Ijumaa, huku baraza la usalama la kitaifa likisema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya waharibifu wenye silaha. Tangu maandamano yaanze mnamo tarehe 28 mwezi Disemba mwaka jana, waandamanaji wasiopungua 51 wakiwemo watoto saba na wanausalama 21 wameuawa, kulingana na shirika la habari la wanaharakati wa haki za kibinadamu lenye makao yake nchini Marekani. Zaidi ya watu 2311 pia wamekamatwa, inasema shirika la haki za kibinadamu la yurani makao yake makuu nchini Norway limeripoti kuwa waandamanaji 51 wakiwemo watoto 9 wameuawa. Polisi wa Iran walishikilia kuwa hakuna mtu aliyeuawa mjini Tehran Ijumaa usiku ingawa walisema majengo 26 yalichoma moto na kusababisha uharibifu mkubwa. Shahidi aliyehudhuria maandamano siku ya Alhamisi na Ijumaa usiku mjini Tehran aliambia televisheni ya Kiajemi ya BBC kwamba Wairani wa jenzi wamechangia pakubwa katika kuwahimiza wazazi wao na wazee kujitokeza na kujiunga na maandamano hayo na kuwataka wasiogope. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema siku ya Jumamosi kwamba Ulaya iliunga mkono maandamano makubwa ya Wairani na kulani ukandamizaji wa kikatili dhidi ya waandamanaji. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema siku ya Ijumaa kuwa shirika la kimataifa lilisikitishwa sana na kupoteza maisha. Watu popote pale duniani wana haki ya kuandamana kwa amani, na serikali zina wajibu wa kulinda haki hiyo na kuhakikisha kuwa haki hiyo inaheshimiwa, alisema. Maandamano hayo yamekuwa makubwa zaidi tangu ghasia za mwaka 2022 zilizosababishwa na kifo akiwa kizuizini kwa Mahisa Khamini